na namna ambavyo watu wa Kigamboni na wa Dar es Salaam na Watanzania walio wengi wanaotumia kivuko hicho wanapopata tabu, nimekusikia. Na vile vile nimekusikia juu ya shukrani yako, ogulifu serikali, ogulifu serikali, ogulifu, kwa ubunifu wa serikali wa kushirikisha sekta binafsi, lakini umesisitiza kwamba bado huduma ya hivi vivuko vya serikali inahitajika pia. Sisi tumechukua jambo hilo na tunapongeza